Zuchu anatamba kuwa yeye ni mtoto wa rais kwa sababu rais anajua kuimba wimbo wake mwanzo mwisho, na anapokuwa na perform basi yanimba naye mstari mmoja baada ya mwingine, utafikiri kwamba wameandika wote, kupitia video ambayo Zuchu ameshare kwenye Insta story yake. Video hiyo ambayo imepostiwa na Good People Gang ambayo ni page ya Instagram inayomsupport Zuchu, au naweza nikasema ni fan page yake. Sasa ameshare hiyo video ambayo imepostiwa kwenye Good People Gang kwenye Insta story yake ambayo anaelezea namna ambavyo rais anaujua wimbo wake akieleza kwamba watu wiki hii wasimgombeze na mambo kama hayo. Hiyo hapo ni video ambayo nitakusogezea usikie kile ambacho Zuchu anaongea kuhusiana na namna ambavyo rais anajua kile ambacho Zuchu anakifanya, lakini kupitia posti nyingine ambayo ameweka Insta story ni video ambayo alikuwa anaperform halafu rais pia alikuwa ni kama anaimba kile ambacho Zuchu anaimba, alafu akaandika hapo ujumbe, mmemwona rais anaimba wangu. Hapo alitaka kumaanisha wimbo wangu, naomba wiki nzima nisiguswe, nipewe kila ninachotaka. Huu ni ujumbe ambao pia Zuchu ameuposti kwenye Insta story baada ya kushia video ambayo ni ya performance yake, sasa na kuwekea hapa video ambayo Zuchu anaongea, hicho ambacho anakiongea. Usikose kuacha maoni yako, lakini pia kusubscribe Dems Media. Mimi ni Abdul Juma the Monster.